Tuwahi kwa mtetezi. Na huwa kauli mbiu hizi tunazileta katika taswira au sura ya fumbo, tuwahi kwa mtetezi, tuwahi kwa mtetezi, watu hawaelewi kinachoendelea. Mwisho wa siku, mimi kama mwenyekiti nakuja kufumbua fumbo. Mwaka huu mheshimiwa mgeni rasmi, tuna kauli mbiu, lakini kauli mbiu yetu ni tiza natiza yetu imekuja katika sura ya e, kama fumbo. Mwaka jana wanakumbuka waliokuwepo, imma ikunyanyue au ikubwage. Tukaja na hadithi ya mtume kwamba Qur'ani hii imma ikunyanyue au ikubwage, inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin na kauli mbiu zetu huwa tunazidadavua kutoka ama katika Qur'ani au sunna za bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Naomba sasa kwa ruhusa yako, niwarudishe katika screen tuweze kuona kauli mbiu ya mwaka huu na fumbo lake kwa ujumla, na tiza kwa ujumla, kisha nije nifumbue ili waislamu na watanzania ambao walipata eh, kigigumizi kwamba hawaelewi hii kitu ni nini. Leo tunafungua rasmi controller, twende, niwekee part 1 wavaa <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Shika ncha hii sasa. Ni chukuaje ncha wakati unaona mimi nimeshika simu bwana? Ndugu yangu hii ncha ni muhimu kuliko hiyo simu yako. Kwa nini? Kwa sababu tumepewa maelekezo hayo, shika ncha E. Wa. <laughs> <laughs> Sasa tunaelekea huko. Baada ya kuambiwa bwana Kobisi maarufu, aka Bigi, na taarifa nilionayo leo yupo umudani. Baada ya kuambiwa shika ncha huko, sema tarini ya maji Akaona simu ni bora kuliko ncha. Sasa tumwangalie bwana Kobisi aliyomkuta, twende namba mbili. Samahani kidogo. Kwa nini? Pambano lini? Pambano wiki ijayo, pambano wiki ijayo, tena ni wiki inayokuja biidhnillah kwa mafunzo niliyompa kizingatia, tunatoboa madonga eh. Safari hii kweli utatoboa au kama kawaida vipigo vitaendelea kwako, nasemaje? <coughs> Kaka safari hii yeah, tumekuja na ngumu inaitwa kata afunua. <coughs> Yaani sasa hivi kaa ukijua kabisa kama unatema mate utatema meno, na kama unatema meno utatema damu. uma serikali kwenye pambano unaongea kijumbe chake sasa hivi <coughs> <coughs> kaka, tumeshika ncha. Kama tumeshikilia ncha, basi jua kabisa kaka, pambano la sasa hivi ni ushindi tu. <coughs> Niniko? labda kutokana na mvuvi tu anaogelea. Eh, wanaogelea <laughs> sijuisubwanam Mheshimiwa mgeni rasmi bado tunaishi kifumbo fumbo, naomba tupeleke part 3

Naifanyaje hii? Shika hiyo ncha, uishike ndio. Vipi, kuna nini hapa? kuokoa. Huyu bonge aliacha ncha na akazama. Ehe, ikawaje sasa? Huyu mzee aliingia kule kwenye maji, akampelekea ncha na akaokoka.

tunamuonyesha ncha kwanza, aliyezama alipuuzia ncha, yakatokea yakatokea. Ncha ni mheshimiwa mgeni rasmi eh, kaka yangu Mpogolo, kwa sababu naona unafurahi sana mashallah. Bwana bigi Kobisi alidharau ncha, kazama, lakini ndugu yangu yule albino maarufu zungu alipelekewa ncha na akaweza kutoka katika pango lenye kutisha na majangili hawakuweza kumpata. Sasa ncha ni nini? Kijana, naomba utuletee ya mwisho inayoeleza ncha ni nini na hatimaye tufumbue fumbo sha ncha. Kwanza aliyezama aliipunzia ncha yakatokea, yakutokea, ncha ni anasema. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam abshiru

na ya pili ipo kwetu sie. Uzuri ulioje, kheri ilioje, baraka ilioje, bahati ilioje! Tushikamane nayo, tuienzi, tuithamini, tuichikie na tuikombatie, ncha kwa ncha, bega kwa bega, mkono kwa mkono mguu kwa mguu hadi kwa Mkapa. Ah, sasa ncha kwa ncha, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu mpaka kwa Mkapa. Takbiri kwa ruksa. Naomba tuseme ncha kwa ncha. Ncha kwa ncha. Bega kwa bega, kwa bega mkono kwa, kwa mkono, kwa mkono. Mguu kwa mguu. Mguu kwa mguu hadi kwa mkapa kwa Mkapa inshallah. Kwa rasmi, kauli mbiu ya mwaka huu ni ncha kwa ncha, kama tulivyosikia hadithi ya Mtume. Qurani hii ncha yake moja ipo kwa Allah na ya pili iko kwetu, tukiishika hatutoangamia na hatutopotea. Kwa hiyo safari hii ni ncha kwa ncha na tunasema ni ncha kwa ncha, bega kwa bega, mkono kwa mkono, mguu kwa mguu, hadi kwa Mkapa.